Tofauti kati ya kafara ya Yesu na kafara nyingine yeyote. Utangulizi. Ukiwa ndani ya Kristo ni makosa makubwa sana ya kiroho na ya kiufunuo kuishi maisha ya wokovu bila kuelewa kwa kina jina la Yesu limebeba uwezo gani na kifo cha Yesu msalabani kina nafasi gani katika hatima ya milele ya mwanadamu. Ukristo hauanzii kanisani wala hauishii kwenye matendo ya dini. Ukristo unasimama juu ya msalaba kama mihimili wa wokovu, mamlaka na ushindi wa mwamini. Wakorintho wa kwanza moja kumi na nane, kwa maana neno la msalaba kwao wapoteao ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Msalaba haukuwa tukio la kawaida ya kihistoria, haukuwa ajali ya kisiasa wala haukuwa ishara ya udhaifu wa Yesu. Kinyume chake, msalaba ulikuwa utekelezaji wa mpango wa milele wa Mungu uliopangwa kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Ndani ya msalaba, Mungu alifunga hukumu ya dhambi, akafungua mlango wa neema na akaweka kanuni ya ushindi wa milele kwa wote watakaokuwa ndani ya Kristo Yesu. Ufunua 13:8. Mwana wa kondoo aliyekuwa amechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni kweli kabisa kwamba hadi leo bado kuna watu wengi duniani wanaendelea kufanya kafara mbalimbali kwa misingi ya imani zao. Wengine wakitafuta ulinzi dhidi ya mabaya, wengine wakitafuta nguvu za rohoni mali, mafanikio au heshima mbele ya wanadamu. Kafara hizi zote, iwe za wanyama, mila za kale, mizimu au mifumo ya kiimani ya kibinadamu, zinashabihiana kwa jambo moja: zinajaribu kumsaidia mwanadamu ajikomboe kwa nguvu zake mwenyewe. Yeremia 17:5, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu afanyaye mwili kuwa kinga yake. Lakini kwa ujasiri wa ufunuo wa neno la Mungu ni lazima isemwe wazi bila hofu wala mkanganyiko. Hakuna kafara yenye nguvu zaidi duniani wala mbinguni kama kafara ya Yesu Kristo. Kafara ya Yesu haikuja kuboresha zile zilizokuwepo, ilikuja kuzifuta, kuzivuka na kuzishinda kabisa. Ndani ya damu ya Yesu, dhambi haikufunikwa tu iliondolewa ndani ya msalaba. Mwanadamu hakupata msaada wa muda, alipata uokovu wa milele. waebrania, tisa, kumi na mbili, akiisha kupata ukombozi wa milele akaingia mara moja tu katika pataku takatifu. Katika somo hili kwa msaada wa Roho Mtakatifu tutajifunza kwa kina tofauti kumi za msingi kati ya kafara ya Yesu Kristo na kafara nyingine yeyote, iwe ni za wanyama, mila za kale, mizimu au mifumo ya kiimani ya kibinadamu. Lengo si kujenga maarifa ya kichwani tu, bali kufungua macho ya kiroho, ili mwamini ajue kwa uhakika kwamba ushindi wake hauko kwenye jitihada zake, bali uko ndani ya msalaba wa Kristo. Wakolosai mbili 13, 14 ameifuta hati ya mashtaka akaishinda falme na mamlaka kwa kuzivua silaha hadharani.